Zaidi ya kumi walipata majeraha mabaya wakiwemo ya kupigwa risasi kwenye maandamano ambayo yalisababisha shughuli zote kukwama kwenye mji wa Kitengela, kaunti ya Kajiado, pamoja na eneo la Mlolongo. Hospitali ya Kitengela level 4 imethibitisha kuwa ilipokea majeruhi kumi na mbili. Mtu mmoja aliyepigwa risasi begani alihamishwa katika hospitali ya Kitengela Medical kwa matibabu zaidi. Majeruhi hao wanasema walipigwa risasi wakiwa kwenye shughuli zao za kawaida. soma nilikuwa nimepelekea nikipeleka hivyo ndo nikasikia, nikafika huko juu watu wanakimbizana, nakimbizana hivi. Nikiwa natembea tu, nikasikia nini hapa hivi, sikia ilikuwa risasi. Kani prash iko shika mfupa, lakini ile prash huko nyuma kwa nyama. Nimekuwa area ya Mlolongo, nikawa nimetoka kwa plot, makarao wakawa saidi na saidi nyingine. Sasa venye wamekuwa hivyo kumbe mimi sioni wenye wako hii side, nikarushiwa tia gasi, kani kanigonga kwa mguu kanivunja. Kwanza mavijana tumeumia sana, so sijui venye ngava inaamua.